Kulingana na wenyeji, idadi ndogo ya watu wanaojisajili kwenye bima ya afya SHA unahusishwa na ukosefu wa habari ya kutosha miongoni mwa umma kuhusu manufaa na jinsi mpango huu mpya wa bima ya afya unavyofanya kazi. Tumeanza kujua umuhimu wa SHA ndiposa watu wetu wamekuja kwa wingi, kwa sababu SHA ilianza bila kuwa na uhamasisho kamilifu, lakini kulingana na vile mheshimiwa amehamasisha watu wao, watu wameelewa umuhimu na ile poroja ya kudanganya kwamba ifanye kazi, watu wametoa hiyo shaka, na ndio maana wameamua, kama vile mliona leo, kujitokeza kujirejista kwa sababu ya maisha afya uh, uh, afye, bora ya maisha yao. Mbunge wa Samburu Magharibi na Isura Lesuda Ushirikiano na maafisa wa SHA wamedokeza kuwa juhudi zinaendelea ili kuongeza usajili wa SHA katika kaunti ya Saburu kupitia uhamasishaji wa jamii na elimu iliyoboreshwa. Na wakati juzi kuna ripoti ilitoka ikaonekana ya kwamba Samburu kaunti ndio watu wachache au ndio wa mwisho kwa watu ambao wamejirejista kwa SHA. Ikaona ni vyema tukuje tufanye mass registration kwa constituency yetu kwa sababu tunajua wakati SHA ilianza, kawaida, kitu geni hata kuiembrace ni ngumu, lakini pia kitu geni ikianzishwa, matatizo lazima yawe hapo. Sasa hivi tunaanza kusikia watu wakisema SHA wameenda wakatibiwa nayo, na singependa wakenya wengine wa benefit na SHA na Samburu kaunti tusi benefit. Mafanikio ya juhudi hizi ni muhimu kwa kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na kufanikisha huduma ya afya kwa wote katika eneo hilo. Kwa hivyo hata kama leo hujarejista, uende hapo urejista, ama uende kwa hospitali yetu hapa ya Maralal Rifaro, iko ofisi ya SHA ama health center zetu zote kuna mtu wa SHA pale ataweza kukurejista kwenye SHA. Sami Wajiru nikiripotia runinga ya K24, Samburu.